Tulianza tukiwa ni maji, tukabadilika. Hayo maji yakabadilika ivyo, ni vitu kama alivyotaja al-Hafidh al-Qurtubi rahimahullah, kwamba mtu ametoka katika kituo kwamba alikuwa ni maji, ameenda akawa ni pande la damu, ameenda akawa ni kama vile pande la nyama ambayo imetafunwa-tafunwa ameenda akawa ni mwanadamu, yaani katika sura ya mwanadamu, ameenda akawekewa sura, ameenda akawa amefanywa kama ni mwanaume au ni mwanamke ameenda mpaka akawa amezaliwa, ameenda akapita katika marahili ile marhala ya tufula, akanyonyeshwa na mama yake. Na katika hiyo marhala, inatakiwa wanasema kwamba mama inapendeza awe ina ni mwema, afanye adhkar, kwa sababu kama alivyoelezea alimamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yale maziwa ya mama yanamwathiri mtoto katika zile tabia, na ndio maana ni katika yale mama ambao wa tunataja madhara ya mtu kumwoa mwanamke wa Kikristo tulisema kama inafaa muislamu akamua mkristo na akabakia katika dini yake, lakini kuna madhara. Miongoni mwa madhara ni hayo kwamba mtoto huwa anaathirika na yale maziwa ya mama yale mama yake. Kwa hiyo inapendeza mwanamke anapokuwa ananyonyesha, dumu sana kufanya azkar na kusoma Qur'an, ili aweze kumwathiri mtoto anayemnyonyesha.